Sawa, naitwa Assistant Commissioner Omary Simba afisa mnadhimu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Tulipata ile tukio mapema tu na tukafika hapa tukakuta mwili wa marehemu huko hapa na tukafanya jitihada za kuchukua na kupeleka hospitali, lakini vile vile tukapata majeruhi mmoja ambaye naye pia tumemchukua tumempeleka hospitali. Hali ya majeruhi tulivyoiona, ameumia tu maeneo tu ya mkono, lakini huyu aliyegongwa ambaye ndiye alikuwa ni abiria kwenye hii bodaboda amefariki, kwa sababu amebondwa sehemu ya kichwa na ubongo umetoka hapo hapo. Kwa hiyo tuseme tu amefariki na tumempeleka hospitali kwa ajili ya uangalizi zaidi. Marehemu alikuwa ni mwanafunzi wa chuo na huyu bodaboda alikuwa anabaki maeneo ya SDA jirani tu na hapa. Kwa hiyo wakati wanavuka kwenda kupita kwenye hii barabara, ndio treni ikamgonga na kumsababishia mauti. kwa hiyo kwenye ajali hii ni imesababisha kifo kimoja na majeruhi mmoja. Kipi chanzo cha ajali hii? Aa, uchunguzi bado unaendelea, lakini hapa eneo hili ni kama unavyoona kuna njia ya treni na asubuhi, pilikapilika za mabodaboda, watu wa magari wanakuwa wengi, pengine inawezekana ufuataji wa sheria za uvukaji wa eneo hili pengine umekuwa dhaifu, ndio umesababisha hii ajali unahitaji tu uangalizi sababu eneo hili halina gate kusema kwamba treni ikija itas, itasimama. Kwa hiyo watu wanaovuka maeneo haya hasa nyakati za asubuhi wanatakiwa wawe makini sana, kwamba lazima uangalie eneo kushoto, uangalie kulia, uangalie kushoto, uangalie kulia, afu ndio uvuke. Sasa mimi ninachojua eneo hili na treni pia zinakuwa hazina mwendo mle, hazina mwendo mkali kwa sababu eneo hili pia nao wako makini, sasa sijajua nini kimesababisha hii tatizo e, yeah, wa lakini umakini e, ukikosekana hii ajali e, lazima inaweza ikatokea. Mimi naitwa Emmanuel Richard Matiku ndio muhusika mhusika wa hapa. Treni ilikuwa imekaribia, kuna usawa huo ambao ni facing point, yeye amekuja kutokea huku juu, watu wote wakiwa wamesimama. Sasa magari yamesimama, bodaboda wenzie wamesimama, lakini yeye bajaji zimesimama lakini ye mwenyewe alikuja amegonga. Kwa hiyo sikuona zaidi ya hivyo e. Na taratibu zetu sisi ziko wazi, kabla ya treni kupita lazima tuweke bendera. Kwa majina anaitwa Ibrahim Juma, ni mkazi wa Isevya hapo. Binafsi lazima inauma, inauma sana e. Sasa sijajua ndugu yetu, sijui ilimshinda breki au ilikuwaje e, lakini kwa kweli inauma sana. Mimi kwa majina anaitwa Juma Msiri ni mkazi wa Kaliua. Kiuhalisia ya matukio kama haya lazima tuyapokee katika mfumo ambao ni wa negative way, kwa sababu tunapoteza nguvu huu, kazi ya taifa, lakini kubwa kabisa ni kutozingatia tu salama, kwa sababu bodaboda ni watu ambao tumeonekana tuko lesi sana sawa, hasa maeneo yani tunaamini tuko, tuko nje ya muda sasa kuna mazingira ambayo unaona kabisa kwa namna moja au nyingine unaweza ukaforce na iza ikakuletea madhara kama haya. Tumempoteza dada yetu ambayo alikuwa ni mwanachuo ambao ni ni future ya kesho, lakini sasa mpaka sasa hivi hatuko naye. Yote na yote tunaona kabisa kwamba kitu kimechosababisha, tunaweza tukasema ni bodaboda, lakini sometimes nao abiria anaweza kana kuforce, umeelewa? ni waishi ni waishi ni waishi. Kwa hiyo sasa kupitia ule uharaka wake inaweza kukufanya wewe ukaendesha chombo nje ya utaratibu unaofanyaje unaoweza yani ukashindwa kimudu chuma. Kwa hiyo tunaweza tukamlaumu ni bodaboda au tunaweza tukasema kwa namna nyingine na abiria inawezekana labda akawa ni chanzo kumwharakisha bodaboda. Kwa hiyo tunaweza tukapeleka lawama nyingi kwa bodaboda lakini napo tuangalie kwa upande wa wananchi ambao ni abiria wetu na wenyewe wanatakiwa wamsikilize abiria na ndio dereva kwa sababu dereva ndo anaendesha chombo. Sawa lakini tukisema tukufate wewe ndio madhara makubwa yanatokea kama haya.